Hii ni MTV News, DRC. Leo ni Jumamosi 22. Leo tunatembelea katika kata la Turunga huko Nyiragongo pembezoni mwa mji wa Goma. Turunga ni eneo linalokuwa na watu wengi ambao kwa sasa wapongeza hali ya usalama baada ya eneo hili kudhibitiwa na M23. Tofauti yenye iko vraiment ba soda wenye balikuyaka turu ya kwanza vikobienedike kuongea, zamani tulikuwa naona soda unakimbia, lakini lokoona soda na unajasirike umepata salama, haugope tena kusogelea jeshi. Hali yake usalama ni salama, mea iko 100% juu vatu wote hawa hababadilikake kwa limoya, lakini usalama kameme tunaiona iko sawa na zamani, tofauti iko hii eneo hili lilishuhudia matatizo makubwa siku zilizopita kama wanavyoshuhudia wakazi wenyewe. Jina langu ni Katembo Kakonda Flavie. Mm, Katembo hapa ni wapi? Hapa ni Turunga kabisa. Tuambie, hali ilikuwaje zamani na leo imekuwaje? Hapa ilikuwa matata sana, ulikuwa hauwezi ivuka hapa parciliya iute kwanza kuanzia kwa motare walikuwa wanazoea tia e, mabariere ya mizumari hapa, muto inakuya wananyanyasa wana, lakini leo leo ile mambo ishakaisha kabisa. Usalama, usalama ni sawa kabisa, unaanza lala vizuri, unalala na uko na imani ya kwamba utakucha, lakini kwa mbele haikukuwa vili hata panya ilikuwa ikapita munyumba wasi, unalamuka na kupiga kelele kama wabandi wanaingia ndani ya nyumba na parsele, yani mtu alikuwa hana spare ya kuishi, hakuna kabisa. Ndio maana tunafurahi kwa chama kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya, alafu iendelee vile na tuko na ile nia ya kujiunga, lakini sasa tulishazeheka na majukumu ilishakuwa mingi sana, na vijana vinasema vile vyenye vinahitaji kujiunga vinaweza kuwa pendekezo mzuri zaidi, e sababu biko na masharishe majukumu za mingi ndani ya jamaa zao, wakuwa hata wanapana kidogo usudi ule kijana mwenye amejiunga, acha hata kidogo kunyumba ili aweze kuenda kufanya kazi mm. kwa, mm. Lakini pamoja na hayo, wengi wakilalamikia njaa na ukosefu wa pesa, na leo maisha yakiwa magumu, hapa tumekutana na kiongozi eneo hili ambaye anaongoza vijiji kumi na saba ikiwemo mja. Okay. Kunyumba ni hapa hapa nyuma ngu geregere, mimi niko na swali mbili za kuuliza. mm -hmm. Swali ya kwanza siwi kama niseme mimi na watumwa, wala kama niseme ni pendekezo zao, lakini niseme nini kwa wazi, si yetu wa shoferi ya bisi ya mm -hmm. Kwa wa shoferi ya bisi hii barabara yetu haina parking Di. mpaka birerei sasa leo kenye tu kwako leo kenye kinatusumbua sana leo ni pesere zenye ziko ku, hapa kuandre akilihioo uh -huh. na hapa kuandene ndio na hii andre hapa turunga hiyoio anasumbua. Anamuna gani utusumbua tu, mfasi wanamuna gani? hmm. sie kama pesere, kazi yao ni kuongoza watu mbarabara, ndio unakufanya wenye haviwezekane, wanakuambia hiki hakiende hivi, me kutusumbua

Leo tulikusanya wakaazi wetu wa village Turunga na village Biungo, ilikuwa ni kulingana na program ambayo ilishughuliwa na wakuu viongozi, kusema tuweze kufanya meeting popular, ili iweze kutupermetre kusikia malalamiko ya e populasion na vilevile kufikishia populasion message fulani fulani ambazo zinapasha kuwapatia mwelekezo wa kujua kizi kutembea wakati ambao tuko ndani ili tuboreshe usalama na maendeleo ya mjini yetu. ukilinganisha usalama mbele na leo ukoje? kwa leo kuna kama badiliko sana sababu kwa muda uliopita mbele chama ifike hapa tulikuwa tunapitia mateso mingi. Nitakamata ni mufano ya fenomeni 40 vole, kulikuwa wajambazi ambao walikuwa wanajiuga wanashificha manyumba ya bangi muchana kati magharibi, wanapanga maoperasion ya kushambulia popilasio lakini kwa leo tangu tuko na jeshi letu la M23 kumekuwa mabadiliko, sababu kulikuwa operesheni zilifanyika za couvre feu za kukamata wale wajambazi fulani fulani, walishikwa wakaweza kupata adhabu na wengine mpaka leo walipata mashauri fulani fulani na wamekuwa wakaaji wazuri. Kwa leo tunaendelea kuona usalama, sababu usingizi umekuwa leo, wakaaji wanatoka wanatembea kwa uhuru wanarudi vizuri kwa kweli, kwamba shida fulani fulani, sababu tuko duniani, lakini kwa leo kwanza, usalama ile priorite de priorite ilikuwa ni kupata usingizi usiku na kutembea, kufanya kazi, mtu akuwe uhuru. Ni kusema kama mimi peke ni mshuhuda na raia kisi, mumesikia hapa kwa leo, usalama imekuwa na tunazali kama tukiendelea hivi collaboration entre populations asisi viongozi la maservice de sécurité permettre tatupermetre kusukula vizuri mugini ili tuweze kufikiria vilevile kumambo ya maendeleo ya mugilieroinaloe. Kwa majina mimbi lisazi Kimaliro Thomas, nikiwa chef du village Turunga. Hapa viongozi wa M23 wametembelea wakazi na kuwahamasisha kuhusu kujenga umoja. Shimi imana Rukundo Juvenal ni kutoka ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini, Erastom Sanga upande wa ICM23. Nchi yetu ilikuishafika pabaya juu ya kubaguana, watu wanachinjana, wanakulana, wanatamakaraazokeu. Ile nchi hatuitaki sisi, tunapenda watu waishi kwa umoja sababu hakuna komunate ambayo itafukuza ingine, si ndio? Mweza penda mwishi mwnchi nyeo wenyewe na mko na wa ndugu. Amesema penda jirani yako kama unajipenda we mwenyewe. Ile neno naficha kitu ingine, penda mwenzako jinsi unajipenda wewe mwenyewe. Inamaanisha kwamba mbele upende mwengine ilivosikia dutana ya kushipenda skutana ya kujipenda ulipatia na mtu mwingine. Tumetumelea turunga mwile kadre yetu ya proximite na population, kongea na population, kujua population inakumua namna gani, na kujua shida zao na nyingine, kuwahimiza population kuachana ubaguzi, na kama kuna vijana huko kuwahimiza waingie kwenye jeshi letu ya RC. Ni ujumbe gani muhimu umewaletea? Ujumbe muhimu, hakuna ujumbe muhimu kushinda kufundisha popurasio yetu ambayo serikali ya Kinshasa iliwafundisha kugawana, kugawanyika. Ujumbe wetu ni kwamba wakuwe raia moja, waishi kwa umoja na amani bila kubaguana -hmm. Alafu tukikuuliza turunga kwako, ni nini imekuvutia kwanza kutoka ofisini mpaka kuja hapa? Ah, unajua turunga kabisa ilikuwa baso ya hao wazalendo kwa ya Turunga iliteseka sana sana kabisa, ndio mara tumekuwa kuwapongeza wambia, na kama kuna hao majambazi hizo FDLR hizo wazalendo ambao ziingana na fichama wazitowe na wanacoa kubaso ya Turunga wa mingi wana wazazi ambao wanaishi huko mgano ambako kwenye ADF inamaliza watu ka naambia vijana wa Turunga kumaliza hiyo fenomeni ADF ambao ilichinja watu tangia mwaka wa 2014 mpaka leo, wajitolee wajunge na jeshi letu ambao iko determined kuleta usalama mu inchi yote ya Kongo mzima. Wajitolee wakuje, tusimame pamoja, tusimamishe hiyo mauaji sababu wamoja wa ni wakimbizi wa, wa wengine wa ndugu ambao wanaendelea kuchinjwa huko. Tunapenda tu reveye konsiansi yao na wasimame, wasikue tu kuonelelea hali ambayo unaendelea kumaliza wazazi wao huko grano, wakuje tujuma pamoja tumalize hiyo. Mesaje kwa vijana ni kusema watoshe mikono mifuko, usalama ya mugrano wao ndio wataileta usalama ya nchi yote ya Kongo, hao ndio wataileta ndio hiyo mesaji ambayo napatia vijana wote. Unajua hao mazungumzo ya doa wengi walimfuata kwenye mitandao wali, lakini kirezime kidogo ni kwamba jeshi letu na jeshi la Kinshasa tutakubaliana kwamba tutapiga hizo magrupe arme nationaux na etranger, yaani miongoni mwao kuna wazalendo ambao tutapiga nao. Sasa wasala wameona kwamba Chisekedi amewadanganya sababu tutawapiga pamoja na jeshi la Kisekedi. Watoto wajiunga wakuje, mbele ya wakati tutumie kazi pamoja nao, asante sana. Alafu la mwisho ni kwa nini vijana wanajiunga na M23? Kwa sababu tumeona vijana wanajiunga, ndio wanajiunga sababu wanajua tunapigania kitu ya kweli, uongozi mubaya ambayo ilikuwa hapa njo inaacha, walishafurahia uongozi wetu mzuri na njo wanajiunga sasa na sisi, sababu uongozi wetu ni uongozi wa raia. haiko sawa uongozi ni wa nyasa. La mwisho unajisikiaje kusikia raia wanasema wamepata usalama? Kwa sababu hata ninyi wenyewe ilikuwa vigumu kuja fanya mitingi hapa, ndiyo wakati raia wanatushuhudia kama kuna usalama tayari. Hiyo ni furaha kwetu, ni kuonesha kwamba target zetu tumezifikia najua tageti zetu, na kado spesial ambayo tunaweza patia raia yetu ni usalama, na wakati wanaitemwanye, hiyo ni furaha kwetu, na inatuhimiza na inatupatia nguvu kusudi tuifikishe musampe sana. Alafu, nasema kwamba tageti yenu ni raia, ndio kusema nini? Raia ndio ilimeteseka sana, Rendo imeniasika sana, ndio bana tageti yetu ni raia. Hamasa zikiendelea katika sehemu mbalimbali kuhubiri umoja na kuacha ukabila. Anderson ni kiongozi wa mobilization wilayani Nyiragongo. Wakiwa wa majeshi zetu nao hawalali usiku na mchana, ili nyinyi nami na wengine ndugu zetu tupate kusinzia tuishi ndani ya amani. Nasikia vijana wanasema, wanasema tuko krizi, hakuna franga, njala ni kweli sasa, tusikilizane vizuri unaona, ile njala yenyewe tunasema leo, ni wakati ya kidogo, ni wa muda. Hata unashiba hata unakuwa na pesa nyingi, kama hauna sekurite, utaweza chunga ile pesa kweli? Ya kwanza ni sekurite, na huko vitu tatu ambavyo tunapigania huko, trois choses yenye iliacha tunachukua silaha. Kitu ya kwanza ilikuwa umoja, kwani uongozi uongozi mbaya ya Kinchasa ilikree division ndani ya peple ndani ya wakaaji ndani ya wakungumani ilikree division na walifa siasa ya kudivize pour mieux regner jur, watuikalie watupandie, yule watukanyangie, walianza kugabula wakasema unakuwa Wakongomani kushinda wengine, hiyo mambo ya makabila ya watu ambao wanaweza wanakuwa Wakongomani kushinda wengine haiko. Hakuna Mukongomani kushinda mwingine. Hii Kongo ni yetu sisi sote, hii Kongo ni yetu siobote. Tuko na droa ya kuishi ndani ya nchi yetu tuko na droit ya kuongea lugha zetu. Nakumbusha ya kwamba kunakuwa diversité culturelle inakuwa parmi ma richesse zai nchi. Richesse haiko tu ma minere, ndugu zangu, haiko tu ma or, ma diamant, ma cassiterite, ma coltan, ayengune yengine ma minere haikolejeo. Richesse ya nchi, richesse ya nchi yetu inakuwa pia ile 450 tribus yaani ile kabila ile makabila za mingi inakuwa pia richesse. D'ailleurs njo richesse principale ya nchi tukwena tunaiwa hili. Richesse kubwa ya hiyi nchi ni makabila za mingi, ule ni munande, ule ni mkumu, ule ni mushi, ule ni muhavu, ule ni murega, ule ni mkongo, ule ni muluba kisha sasa, hii richesse kubwa ya nchi yetu inafatu na tunaiexploite positivement tukiishi ndani ya umoja ndani ya upendo. Hata maandiko matakatifu yanasema, penda jirani yako kama unavyojipenda, penda jirani yako kama unavyojipenda. Jirani ni nani? Jirani ni nani? ile undugu yafatukamelishi huku wakiomba wazalendo kuwa makini, kwani baada ya makubaliano itakuja muda wa kuianza msako wa vijana wazalendo. Kwa sasa wakaazi wakiomba maisha ya kuboreshwa, ila M23 ikiomba wakaazi kufanya kazi na kuepuka ku